Katika kuhakikisha wananchi wanapata maji safi na salama, Tanga Uwasa imeingia katika wilaya ya Mkinga. Lengo ni kuwapatia wakazi wa wilaya hiyo maji safi na salama. Akizungumza wakati wa hafla ya kuwakaribisha na kuwatambulisha mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Tanga Uwasa kwa watumishi na wananchi wa wilaya ya Mkinga, kaimu mkuu wa wilaya hiyo Palanjo Abduli amesema kwa sasa wana mategemeo makubwa katika upatikanaji wa maji safi na salama. Leo ni hafla ya utambulisho wa ofisi za mamlaka ya maji Mkinga kwa Tanga Uwasa, kwa hiyo hii ndio ratiba yetu imesema hivi, lakini ukweli ni kwamba leo ni kutambulisha kukabidhiwa kwa Tanga Uwasa kuingia ndani ya wilaya yetu ya Mkinga. Hilo ndio jambo kubwa sana kwenye mzunguko wetu pamoja na maneno yote. Kwa hiyo makofi mengi kwao, ndugu zangu. Ukijaribu kuwasikia Tanga Uwasa ni watu wa tauni tauni. Kwa hiyo sisi wanamkinga, yaani maana yake leo kwa kifupi tu ni kwamba eh, na sisi tunakuwa mjini, wazee ndio maana yake <laughs> <laughs> <laughs> eh, wewe kama ulivyosikia upatikanaji wetu ni asilimia hizo 72 na kuendelea, lakini maana yake hawa wanakuja kutubusti na kutupeleka mbele, lakini tayari maeneo kama muweza mmesikia, kata sita na Pangani ni kata nne. Sisi tuna kata zetu saba na moja. Dada yangu Upendo ame ameelezevu katika namna ya kwamba kuna majadiliano yanaendelea ya kiserikali. Nadhani tutafika salama kwa sababu malengo yetu ni yale yale, ni, ni yale kujenga nyumba moja. Ah, nilikuwa najaribu kuongea na mkurugenzi hapa, nikamwambia unamaanisha unachukua mtandao au ni pamoja na kuweka na branch. Sasa kutakuwa na ofisi pia za Tanga Uwasa ndani ya wilaya yetu ya Mkinga. makofi mengi ya za kuisha kwe ndugu zanguni, wanao watanga uwasa, sisi tunawakaribisha sana, na huo mradi mlio usema mpaka mpaka Desemba utakuwa umekamilika kwa kutoka Mto Zigi, sisi ndio haswa tunaona suluhisho kubwa katika kutatua matatizo makubwa katika mji wetu. Maana yake tukikamilisha huo mradi takwimu zetu zitapanda sana, eh, zitapanda sana. Darapendo ukatupa maelekezo, katupa ushauri hapa nyinyi yamfanye tu maji safi ni pamoja na maji taka, maanake tuanze kujipanga, na mkurugenzi wangu ameingia muda sio mrefu, na tunao maafisa hao wa hizo shughuli za uhifadhi. Lakini la mwisho kabisa, umezungumza upotevu, tunaendelea kuvuna maji lakini tunaendelea kuwa na upotevu pia. Baada ya kuyasema hayo, nitaamke rasmi kwamba hafura hii ya kuwakaribisha ndugu zetu wa Tanga Uwasa ndani ya, ya, ya wilaya yetu ya Mkinga na mimi nikiwa miongoni mwa mashuhuda wa kuiona Mkinga inakuwa kwa kuwa tunaonekana sasa tuna miji tunatoka tulikokuwa vijiji, nitamke rasmi kwamba kufungua rasmi. Mungu awabarikini sana, asanteni kwa kunisikiliza. Akielezea majukumu ya mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira, mkurugenzi wa mamlaka ya maji Tanga Uwasa Mhandisi Geofrey Hilly amesema kwa sasa Tanga Uwasa wameongeza wigo wa utoaji wa huduma huku meneja Ruasa mkoa wa Tanga Mhandisi Upendo Lugongo amewataka kushirikiana kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji. Jukumu la Tanga Uwasa kama zivyo mamlaka zingine za maji ni kusambaza utoaji wa huduma ya maji safi na uondoshaji wa maji taka, ndio kazi kuu, core business ya mamlaka za, ya maji na inasimamiwa kwa bodi ya wakurugenzi inayoundwa na wajumbe kumi akiwemo mkurugenzi mtendaji wa mamlaka kama katibu wa bodi. Kutakuwa na mwenyekiti na wajumbe. Ndio maana leo tumewakilisha na mjumbe mmoja wapo wa, wa, wa bodi ya wakurugenzi ya mamlaka ya maji Tanga. Uh, mamlaka iko chini ya wizara ya maji lakini, rasmi anayeratibu mashirika ni msajili wa hazina. Kwa hiyo tuko tumesajiliwa na msajili wa hazina, hata mnavyoona kuna, kuna, kuna siku ya gawio hiyo, na sisi tunaitwa Dar es Salaam. Hata juzi tulikuwepo pale Dar es Salaam kwenye mashirika yote 109 na, na sisi tumo. Shirika hili tumesajiliwa kwa tiara kama shirika na tiara namba na na nani, kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi uh, eneo tunalohudumia Tanga uwasa kwa sasa, kabla tujaongeza Mkinga, tunahudumia kata zote 27 za jiji la Tanga tunahudumia kata sita za wilaya ya Muheza na kata nne za wilaya ya Pangani. Wilaya ya Pangani yenyewe tuliongezewa mwaka 2019 na wilaya ya Muheza mwaka. Mkinga ndio tumeongezewa mwaka jana kata, katika kata hizo sasa, kwa mujibu kwa wa ile sensa wakazi, tulikuwa tunawahudumia jumla walikuwa ni laki nne na elfu hamsini na nane na, na tukiprojekti kwa mwaka huu wakazi waliopo katika maeneo tunayohudumia ni wakazi laki nne na tisa, ambao wanapata huduma kutoka mamlaka ya maji Tanga kwa ile maeneo ambao tunayohudumia hizo kata 27 kata sita na kata nne za ndani. Lakini sasa hivi tunavyoongea pia licha ya kuongezewa eneo la Mkinga tumeongezea pia kata zingine nne katika wilaya ya Muheza kwao Muheza, sasa tutakuwa tunahudumia kata kumi kati ya kata 37 za wilaya ya Muheza kwa hali ya utoaji wa maji kwa ujumla kwa eneo alolihudumia, kwa Tanga jiji tunatoa maji almost asilimia 97 ya wakazi wote wamefikiwa na huduma ya maji na wanapata maji kwa takriban saa 23 na nusu kwa siku, yani karibu kila wakati ukifungua bomba lako unakutana na maji, iwe usiku wa manane, iwe mchana, iwe asubuhi. Kwaio kwa, kwa eneo la Tanga mjini, kwa eneo la Pangani tumefika asilimia 76, na eneo la Muhenza asilimia 73 lakini kuna miradi inayoendelea tunategemea kufikia Disemba mwaka huu tutakuwa tumefika asilimia 95 Pangani na Mweza na Tanga tutakuwa tumefika asilimia mia moja ya upatikanaji wa huduma ya maji. Kwanza nawashukuru kwa kuanza mchakato wa kuanza utekelezaji wa GN ambayo imetolewa mwaka jana Juni 2024, lakini kikubwa zaidi kuendeleza mashirikiano ambayo yapo na yataendelea kuwepo katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kutoa huduma ya maji safi na salama katika mkoa wetu uh, wa Tanga. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi sekta maji ni wamoja, tunaenda pamoja na tunahakikisha kila kitu kinakuwa kimoja kwa lengo moja, kumsaidia mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano, kuisaidia sekta yetu ya maji chini ya mheshimiwa waziri wa maji Jumaa Hamidu Aweso, lakini kikubwa zaidi tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo kwa mwaka huu inaenda kuisha ishirini ishirini na tano na inapofika ishirini na thelathini tuna ilani nyingine ya Chama cha Mapinduzi. Naomba wenzangu wote wajumbe kuu ya, ya wilaya pamoja na wenzangu ambao tunasimamia sekta ya maji tukaisome, tuielewe na tuanze utekelezaji wake. Kingine kikubwa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ishirini thelathini, imeelekeza kikubwa ni kuendeleza hali uboreshaji wa utoaji huduma ya maji ikiwemo kutumia teknolojia za kisasa. Mkurugenzi hili ameelezea na ameonyesha wana mita sasa za prepaid mita, basi tunategemea na huku Mkinga zitakuja zitakuwepo, na watu wata, watazitumia. Lakini kingine kikubwa, kupitia IGN unaenda kuboresha hali ya utoaji huduma ya maji kupitia mradi wetu wa Mkinga Holoholo ambao mpaka sasa uko asilimia hamsini tunaenda kutekeleza katika hizi kata zote ambazo zimeelekezwa katika GN, lakini kwa upande wa Malamba bado tutasubiri tuendelee na michakato midogodogo. Hamtaichukua, haitaondoka mara moja. Tanga Uwasa inahitaji mchakato, mchakato mkubwa na ushirikishaji mkubwa ili Malamba iweze kuwa kama sehemu ya GN ya mchakato mzima wa uchukuaji wa eneo la Malamba. Kingine kikubwa ni Uh, kwa kuzingatia dira ya, ya maendeleo ya kidunia ambayo pia inaelekeza ifikapo ishirini na thelathini upatikanaji wa maji hu asilimia mia moja kwa mijini na vijijini, nafikiri ili tunaziweza kwa kushirikiana na wenzetu wa Tangauwasa. Lakini kikubwa zaidi tunapofikisha huduma, maji hayana mipaka, wewe ni Tangauwasa, mimi ni Ruwasa, maji hayana mipaka, maji yanatakiwa aende popote, pamoja na GN demarcation ya, ya eneo ambalo mmepewa kama gravity taruhusu mtandao taruhusu, kama maelekezo ya kanuni yanavyosema kilomita kumi na mbili kutoka bomba kuu mnatakiwa maji yapelekwe, basi maji haya yapelekwe kwa kuhakikisha kama tuna resource, tunazo tupeleke, kwa sababu wote tunaenda kutoa huduma kwa Watanzania. Lakini kingine kikubwa, tuombe mtenge maeneo sasa kwa ajili ya kujenga maeneo ya maji taka, sio maji taka tu basi, hata nataka ngumu kwa sababu wenzetu wanapokuja kuboresha hali ya upatikanaji wa maji tutazalisha maji taka then yataenda wapi? Lazima sasa uh, serikali ya wilaya ione namna bora ya kutenga ili eneo, wenzetu waanze mchakato kama kutafuta wafadhili na kujenga miundombinu ya kutibu maji taka. Kwa upande wake mwenyekiti wa CCM wilaya ya Mkinga Abdalla Singano akaelezea utekelezaji wa ilani kwa wilaya hiyo huku watendaji wanaofikiwa na mradi huo wakamshukuru rais kwa maendeleo yatakayopatikana kupitia Tanga UWASA na, pa, na.

endelea kuwa miongoni mwa kata saba ambazo zitakuwa zinahudumiwa na mradi wa maji wa Tanga Uwasa. Ni nafasi kubwa na ya kipekee. Tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutupa nafasi hii kuwa miongoni mwa zile kata saba ambazo zitahudumiwa na mradi wa Tanga Uwasa. Kama tunavyofahamu halmashauri ya wilaya mkinga ni moja ya wilaya ambazo zina changamoto sana kubwa ya maji, kwa sababu maji yaliyopo ni ya chemchemu ya chumvi, lakini tunashukuru, na mabwawa ambayo yapo viongozi wameenda kuyafanyia kazi, wananchi wanapata maji, lakini pia kupitia mradi huu tutapata fursa zaidi ya kupata maji safi na salama na wananchi watanufaika. Lakini pia tulisikia kwenye hotuba kwamba itatusaidia kupeleka maji kwenye majumba, kwamba wananchi watakuwa na fursa ya kuchota maji wakiwa majumbani mwao, sio kufata maji kwenye vituo ambavyo vitakuwa vimewekwa mbali na majumba yao. Kwa hiyo itawasaidia wananchi, lakini pia tutasaidia ile nafasi ya kusema kwamba tunamtoa mama ndoo kichwani, itatusaidia zaidi na wananchi watanufaika na mradi huu katika huduma za maji ambazo zilikuwa zikitolewa ndani ya wilaya Mkinga, wananchi wetu wakikopo wakipata huduma za maji kwenye visima na vioksi, ambao walikuwa wakitumia muda mrefu sana kupanga foleni kupata ile huduma ya maji, ambayo inapelekea kushindwa kufanya shughuli nyingine za uzalishaji wa kiuchumi ndani ya wilaya Mkinga. Lakini kupitia mpango huu wa Tanga Uwasa kuleta maji majumbani, itatuwezeshia sisi pamoja na wananchi wetu kuhakikisha kwamba huduma za maji zinapatikana wakati wote na saa yote mtu akiwa kwake nyumbani tofauti na hapo awali ambapo walikuwa wakitumia masaa matano sita kusubiria foleni ya maji ili yapeleke nyumbani. Maji itakuwa yanapatikana, na sisi shughuli zile ambazo akuwa tukipanga foleni kupitia masaa mawili matatu, muda ule tutakwenda kuutumia katika masuala ya kilimo, biashara na uzalishaji. Kutoka Mkinga ni Pamela Chaula, Tulilumwi TV.